Baada ya siku ya jana kushuhudia faida tatu tu ambazo nimeweza kukusogezea popote ulipo mwana mazoezi mpenda mazoezi e, wa jogging na yule ambao unafanya mazoezi personal, ambao unaona kwako kwa ni mazoezi yoyote, hata kutembea ni mazoezi, lakini watu hawajui kama kutembea ni mazoezi. Niahidi kukuletea kuletea faida ishirini na tano na jana imeweza kupitisha katika faida tatu, na leo nitajikita kupitisha faida ya nne, ya tano na ya sita, e, mpaka atakapokuja kumaliza series ya faida 25 za kufanya mazoezi. Na kwa siku ya leo e, faida ya kwanza ambayo naenda kuanza nayo ni kuhusiana na kusaidia mfumo wa kupumua. Haya mazoezi yanasaidia mfumo wa kupumua. Mazoezi rahisi kama vile kutembea, kukimbia, e, na kuogelea husaidia e, misuli kuwa na nguvu ya kusambaza hewa safi na kutoa hewa chafu hiyo ni faida nyingine ambao kati ya faida 25 ambazo nimekuandalia, e, kukusogeza popote pale ulipo wewe mpenda mazoezi kama mimi e, ambayo huwa anafanya mazoezi kila uchao. Lakini faida nyingine ni kupunguza athari ya kupata saratani. E, ugonjwa e, changamoto za saratani bila shaka zimekuwa zikiwakumba watu wengi e, e, watu wengi sana, lakini ukifanya mazoezi basi inaenda kupunguza athari ya kupata saratani e, na utafiti unaonyesha kuwa e, kufanya mazoezi hupunguza athari ya kupata saratani ya matiti na mapafu. Kwa hiyo ni kusitu uendelee kufanya mazoezi e, kwa sababu mazoezi ni tiba, lakini mazoezi yanatufanya wakati wote kujisikia e, tu ko salama kabisa na changamoto hizi mbalimbali mbali za magonjwa ambayo zimeendelea kutunyemelea kila kukicha. Lakini faida nyingine ni kudhibiti cholesterol eh, mwilini. Bila shaka eh, nikizungumza hilo eh, wewe mdao mpenda mazoezi ambayo umekuwa ukifuatilia mambo mbalimbali ya msingi kuhusiana na afya eh, kwako ni kitu cha kawaida eh. Tunapozungumzia cholesterol ni mafuta mwilini yanayojihifadhi ya eh, kwenye mishipa ya damu eh, lakini haya mazoezi husaidia kuondoa eh, yale mafuta sumu mwilini na kuongeza yale muhimu kwa hiyo e, wale ambao wengine unakuta wanapenda kula nyama za mafuta sana e, yaani kila kitu yanapenda mafuta mafuta tu, mafuta, mafuta. E, wakati mwingine mafuta ni sumu mwilini, lakini kuna njia ya kuweza kuondoa mafuta hayo mwilini, basi ni kufanya mazoezi. Ukifanya mazoezi unaenda kuondoa yale mafuta yasiyokuwa na muhimu ndani ya mwili na mwili wako kuwa safi kabisa, kuwa salama kabisa. Kwa hiyo ni kusii tu e, uendelee kufanya mazoezi mazoezi popote pale ipo nami nimeku